mamia ya viongozi wa dunia familia za kifalme na maelfu ya waombolezaji wamekusanyika leo katika uwanja wa mtakatifu petro huko vatican kushuhudia mazishi ya papa francis aliyefariki dunia jumatatu wa pasaka akiwa na umri wa miaka 88 kwa mujibu wa taarifa ya vatican jumla ya ujumbe 130 kutoka mataifa mbalimbali unahudhuria tukio hilo wakiwemo marais 55 mawaziri wakuu 14 na wafalme kumi na wawili walioko madarakani Viongozi mashuhuri waliopo ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, kansela anayeondoka madarakani wa Ujerumani Olaf Scholz, pamoja na mrithi wa kiti cha Uingereza Prince William. Pia wapo wafalme Felipe na malkia Letizia wa Hispania. Zaidi ya waandishi wa habari elfu nne kutoka kona mbalimbali za dunia wamepewa vibali vya kuripoti tukio hilo kubwa huku makumi ya maelfu ya wananchi wakitarajiwa kuhudhuria. Kwa kulinganisha, takriban watu elfu hamsini walihudhuria mazishi ya Papa Benedikto wa 16 mwaka 2023 na, na karibu watu laki tatu walihudhuria mazishi ya Papa John Paul wa pili mwaka 2005. Misa ya mazishi inaongozwa na Dean wa Baraza la Makadinali Giovanni Battista Re, mwenye umri wa miaka 91 ambaye alitangazwa kuwa kardinali na Papa John Paul wa pili mwaka 2001 na, na kuteuliwa kuwa Dean mwaka ma 2020. Papa Francis alifariki dunia saa moja dakika 35 asubuhi Jumatatu ya Pasaka katika makazi yake ya Casa Santa Marta ndani ya Vatican. Akisisitiza maisha ya unyenyekevu kwa kutoishi katika kasri rasmi la kipapa Apostolic Palace. Alitumikia miaka kumi na miwili kama kiongozi wa kanisa Katoliki akibeba ujumbe wa upendo, haki kwa anyonge na maelewano kati ya dini mbalimbali. Mwili wa papa uliwekwa katika jeneza la wazi na kusafirishwa hadi kanisa la Casa Santa Marta jioni ya siku aliyofariki. Usiku huo huo Kardinali Kevin Ferro, aliyeteuliwa kuwa mratibu wa mazishi na mchakato wa kuchagua papa mpya, alithibitisha rasmi kifo chake kwa kutunga kwa kufunga rasmi makazi yake ambayo yataendelea kufungwa hadi atakapochaguliwa mrithi wake. Jumatano asubuhi, jeneza lilisafirishwa kutoka Casa Santa Marta kupitia maeneo ya Piazza Santa Marta na Piazza del Protomartiri Romane, likapita chini ya Arch of the Bells na kuingia kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro Kabla ya kupelekwa ndani ya basilika kupitia mlango wa kati. Wakati wa kuwasili kwa jeneza hilo saa tatu asubuhi kwa saa za eneo hilo, kengele zililia taratibu huku waombolezaji waliokuwa nje wakipiga makofi kwa heshima. Baada ya ibada fupi ndani ya basilika, mwili wa Papa Francis uliwekwa wazi kwa waumini kuuaga kwa siku tatu.